Habari mahali popote ulipo, leo tujifunze juu ya kuwapenda wasiotupenda, maana wasiotupenda ni wengi mahali mahali ukianzia. Okay, na adui wetu wa kwanza ambaye ni shetani, huyo hatuwezi kumpenda eh. Niweke hiyo wazi kwamba mungu katika kitabu cha luka mtakatifu ile sura ya sita mstari wa ishirini na saba ukisoma mpaka thelathini na nane mungu akuwa amemaanisha kwa bwana wetu yesu kristo kumpenda shetani hapana ni shetani ndio adui wetu wa kwanza katika maisha haya ulimwengu huu lakini mungu anawazungumzia maadui katika mwanadamu adui katika mwanadamu mwana anasema wapendeni adui zenu watendeni mema wale ambao wawachukia ninyi. Wapo wengi ambao wanachukia mtu bila sababu. Mwingine anachukia akiwa na sababu za kibinafsi, mwingine ni matabia, mwingine ni tabia, ni mienendo, mingine tu ni hali za maisha zinamfanya mtu kuchukia mtu, kuwa na wivu na latu sababu yoyote, wakati mwingine. Na wakati mwingine kweli mtu ana sababu kabisa, lakini tunakanywa na kukumbushwa ya kwamba, wapendeni adui zenu, tendeni mema, nako hata kukopesha, msitumaini chochote kupata malipo juu yao, na thamani yetu itakuwa nyingi, nasi tutakuwa wana wa Mungu aliye juu. Yeye ni mwema, wala wasitusishuhutumu wala wale, wale waovu kwake Mungu, wote sisi ni kitu kimoja kwake, sisi anatupenda upeo eh? Kwa Mungu anasema msihukumu nani, hamtahukumiwa; msilaumu nani, hamtalaumiwa; achilieni nani, mtaachiliwa. Wapendeni, wapeni watu vitu, wapendeni watu, kipimo cha kujana hata kushindiliwa na kusukwa sukwa na kumwagika, ndivyo nasi tutakavyopewa. Sasa, wakati mwingi unapopatwa na tofauti na mtu e, ku, ku, ku, kushikilia haya ambayo Mungu ametuongoza ili kuyatenda sio kitu rahisi sana, sio kitu chepesi kabisa kabisa. Mara nyingi utatamani kujihurumia wewe mwenyewe na kujionea huruma wewe mwenyewe na kuangalia yule wa pili aliyetenda ni mtu anamna gani na kashifu na kunyoshea vidole na hivi na vile, lakini Mungu anatukanya kabisa na kusema ya kwamba hatupaswi kufanya hayo. Ndio maana natakiwa mimi nafikiri kila wakati tujikumbushe Wakorinto ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka ule wa mwisho, kila wakati tukijikumbusha ile sura ile yote, ninauhakika uhakika, mm -hmm. upendo wa Mungu utadhihirika hata kwa hawa maadui yetu. Mana, watu wengine wanaona mume wake ni adui, watoto wake ni maadui, mke wake ni adui, ndugu zake ni maadui, yani kila mahali yeye anaona ni maadui tu, lakini hao hao ndio wapo kwa ajili ya kusaidia kuisaidia kutufikisha mahali ambako Mungu ame ulimwenguni hapa kuna dhiki nyingi. Yeah. Uadui pia ni dhiki mojawapo ambayo Mungu aliachilia na akasema ja. Lakini tukikaa upande wa upendo kama Mungu anavyotuambia tuwapende, basi sisi tutafika kushinda na kuwashinda wao, kwa maana ubaya unashinda wema una ushinda, yani wema unashinda ubaya siku zote, ubaya unashindwa na wema wa mtu katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo tukifanya hivyo Mungu atatukuzwa zaidi na wema wake utadhirika kwa watu na upendo wake utathibitika katika Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki kwa kumsikiliza, na tuendelee kujifunza pamoja.